Serikali kupitia jeshi la polisi ilitumia nguvu kubwa iliyosababisha wananchi wengi kuuawa na wengi kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu kwa kupigwa risasi. Mfano, polisi walitumia risasi za moto na kuwaua waandamanaji wengi ambao hawakuwa hata na risasi ambao hawakuwa hata na silaha. Nguvu kubwa iliyotumiwa na askari polisi ilisababisha pia vifo vya vya raia wengine ambao hawakuwa hata sehemu ya maandamano. Wengine walikuwa majumbani, wengine wanakwenda hospitali, wengine wanaenda kwenye biashara zao, wengine walikuwa wanakwenda kupiga kula. Nao waliuawa. Pia baadhi ya picha za video zinaonyesha wananchi hao hawakuwa na silaha, na wengine walipigwa risasi wakiwa wamegeuza mgongo, huku wakikimbia, lakini walipigwa risasi mgongoni, walipigwa risasi kisogoni na mgongoni na kuuawa. Namba na mbili, baadhi ya askari walionekana kwenye picha wakiwa wana, wana, wanawashambulia watu kwa risasi na wengine walivalia kininja na wengine wakiwa hawana sare, jambo ambalo liliwashangaza lili, lili wananchi walio wengi na kushindwa kujua kilikuwa ni kikosi gani kilichokuwa kinatekeleza mauaji hayo. Pia zipo taarifa kuwa baadhi ya askari hawa walikuwa waongei Kiswahili na hivyo ilikuwa haijulikani wametoka nchi gani, ingawa kulikuwa ingawa walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja na maskari wa hapa nchini. Hii ilileta hofu kubwa sana katika taifa letu, yani the knee jerk reaction juu ya usalama wa nchi yetu kuchoma moto kwa kuchoma moto na kuharibika kwa miundombinu tuliyashuhudia. Lakini tulikuja tukashuhudia serikali ilitangaza amri ya wananchi ilitangaza amri, serikali ilitangaza amri ya wananchi kutotoka nje kwa siku sita mfululizo, bila kujali hasara itakayopatikana za kiuchumi na kijamii. Uamuzi huo ulisababisha akinamama, mama wajawazito na wagonjwa wengine, na wagonjwa wengine mahututi kukosa huduma na wengine walipoteza maisha bila matibabu. Kwa hiyo mnaambiwa tu hamna kutoka nje, bila kujali kwamba kuna wagonjwa wanatakiwa kwenda hospitali, mama anatakiwa kujifungua. Unategemea nini kilitokea? Mgonjwa mahututi ambaye alikuwa kitandani, unategemea nini, nini kitaendelea? Wagonjwa wengine ambao daktari eh, anatakiwa aende Muhimbili kwenda kumtibu, ameambiwa hamna kutoka. Maana yake kwamba ana mgonjwa wake kule Muhimbili alifariki tu kwa sababu alikosa huduma. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza maisha. Sasa inchi haikuenda kwenye kwe, kiuchumi kuwafungia watu kwa siku sita. Inchi haiku, haikuweza kukusanya kodi kwa muda wa siku sita na hivyo hatukusanya kodi zaidi ya trilioni moja. Huku wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji wakipata hasara ya zaidi ya trilioni 4 kutokana na lockdown hiyo. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anayefanya biashara afanye biashara, anayelima hawezi kwenda kulima, anayefanya shughuli ya kiuchumi yoyote shughuli zote zimesimama. Kwa hiyo hatuwezi tena kutoa mchango wetu katika katika, katika katika katika uchumi. Kwayo, kwa hiyo ina maana kwamba katika muda huo tumepoteza zaidi ya trilioni 4. Hiyo hasara tunaifidia nani? Lakini kwa nini tulifungiwa ndani? Kulikuwa na shida gani? Hatukusikia rais akitangaza kwamba kuna hali ya hatari wala kuna hali ya uvunjifu wa amani wala kuna vita kama katiba inavyotaka, lakini tulifungiwa na nani? Naji aliyetufungia ndani, anayo mamlaka kisheria kutuweka ndani, kutuweka kwenye lockdown? Serikali iliamua kuzima huduma za internet na kwenyewe tukapata hasara nyingi, kwa sababu shughuli nyingi mbalimbali mbali zinategemea kuwa kuhudumiwa kupitia, kupitia internet.